Mimi kwa jina naitwa Mary Kashiki Dome, ni mwenyekiti wa akinamama Bawacha. Nilipigiwa simu kwamba nifike Mwanza kwa ajili ya safari ya kuja huku Dar es Salaam kwa ajili ya kikao, kulikuwa na kikao. Lakini baada ya kufika pale Mwanza, tukapanda magari yaliyokuwa yameandaliwa kuja Mwanza, tumekuja tukafika Mwanza, tukakuta kikao chetu hakipo nikakuta jina tofauti linaitwa cha CHAUMMA. Baada ya kupeleleza, nikaambiwa kwamba ni chama kipya ambacho kimeanzishwa. Sikulizika nacho tayari. Tulivyofika pale, tukapewa matisheti kwa ajili ya kikao. Kwa sababu sikuwa hata na hela ya kula njiani wala hela ya kujikizi hapa, ilibidi nichukue hizo nanii tisheti ili niwe mpole kwa ajili ya kupatiwa usafiri wa kunirudisha nyumbani. Kwa hiyo hicho chama mimi sijaridhika nacho, naomba nirudi kwenye chama changu Chadema. amaji nalita Yusuf Kagoma, nimetokea mkoa wa Mara lanzi mingine kata dar ka niko Dar es Salaam, kwa tarifonizokitokea kwamba natakiwa kufika kwenye mkutano wa Chadema, lakini dakika ya mwisho nafika hapa napea kieti ya CHAUMMA ambapo nakuta kuna sakausaa nikashindwa kuelewa shida ni nini na ikuaje, mpaka inakuwa hizo, na ni kitu ambacho mimi sijafurahishwa nacho na hakijanipendeza. Kwa majina anaitwa Zura Saidi, natokea ya mkoa wa Mara, wilaya ya Musoma Mjini, kata ya Kigera. Nilipewa taarifa kwamba tutakuwa na kikao cha siri cha Chadema Dar es Salaam na tukakatiwa tiketi tukafika, tuka, tuka baada ya kufika tukapokelewa. Baada ya kupokelewa tumepewa t-shirt, tunaona tumaona t-shirt imeandikwa Chauma, tukashindwa kuelewa. Na tukaambiwa asubuhi tukutane Ubungo Plaza. Baada ya kufika asubuhi, ndo kuna viongozi wakaja kujisafisha kwamba kwamba Chauma. Kwa hiyo mimi sipo tayari kusaidisha chama changu, na ipenda Chadema damdamu pia wapo watu wanasema kwamba kuna watu nyuma, sisi tumetangulizwa nyuma, kuna watu watakufuata. Lakini sivyo, msaliti ni msaliti tu, anaweza kasaliti hata familia yake. Lakini kuna wengine damu damu, hatuwezi kusaliti Chadema, tumetoka nayo mbali. Asanteni kwa majina. Naitwa Sama Saidi, natokea Musoma, mkoa wa Mara, kata ya Kigera. Nilipigiwa simu kwa tarehe kumi na tano nikaambiwa kuna kikao cha chama Chadema, o ni washawishi na wengine watakuwa kuwa tayari. Nikawashawishi, lakini wakuwa wanapeleka siku mbele, wakasema tarehe kumi na tisa wakasema tarehe kumi na tisa tarehe kumi na tisa ikapanda mpaka tarehe ishirini Ilivyofika tarehe ishirini ni kweli wakatuma tiketi kwenye simu Anlio na tukaondoka, lakini cha ajabu tulipofika huku ukakuta sio kikao cha chama, wakatangaza wao ni viongozi wa CHAUMMA. Maana baada kuna viongozi wengine walikuwa Chadema, tukawaona CHAUMMA, na waliokuwa wanayazuuzia sana ni kuhusu Chadema, hawataki kugombea, wao wanataka kugombea na walikuwa Chadema wamejikata kwenda CHAUMMA. Maana kiongozi bora kuzingatia watu wake wanataka nini na sio madaraka, kama Salumu walivyosema, wao wanataka dola na, na ma, maana yake inasema hivi, wao wanataka dola ila hawataki maendeleo na haki wala uhuru kwa watu wengine kama Chadema inavyopambania watu wengine. Mimi kwa jina naitwa Merkashiki Dome ni mwenyekiti wa kina mama BAWACHA. Nilipigiwa simu kwamba nifike Mwanza kwa ajili ya safari ya kuja huku Dar es Salaam kwa ajili ya kikao, kulikuwa na kikao. Lakini baada ya kufika pale Mwanza tukapanda magari yaliyokuwa yameandaliwa kuja Mwanza, tumekuja tukafika Mwanza tukakuta kikao chetu hakipo, nikakuta jina tofauti tunaitwa cha-, cha umma. Baada ya kupeleleza, nikaambiwa kwamba ni chama kipya ambacho kimeanzishwa, sikulizika nacho tayari. Tulivyofika pale, tukapewa matisheti kwa ajili ya kikao. Kwa sababu sikuwa hata na hela ya kula njiani wala hela ya kujikizi hapa, ilibidi nichukue hizo nanii tisheti ili niwe mpole kwa ajili ya kupatiwa usafiri wa kunirudisha nyumbani. Kwa hiyo hicho chama mimi sijalizika nacho. Naomba nirudi kwenye chama changu Chadema. amajia naita yusu akagoma imetokea mkoa wa Mara ilasimangini kata zakahale aniki wa Dar es Salaam. Kwa taarifa nilipotokea kwamba natakiwa kufika kwenye mkutano wa Chadema, lakini dakika ya mwisho nafika hapa nakua tiseti ya Chaumma, ambapo nakuta kuna cakausawa. Kwa hiyo nikashindwa kuelewa shida ni nini na ikuwaje mpaka inakuwa hivyo ni kitu ambacho mimi sijafurahishwa nacho. na akijampemdeza kwa majina anaitwa Zura Saidi, natokea ya mkoa wa Mara, wilaya ya Musoma mjini, kata ya Kigera. Nilipewa taarifa kwamba tutakuwa na kikao cha siri Chadema Dar es Salaam, na tukakatiwa tiketi tukafika. baada ya kufika apokelewa baada ya kupokelewa tunapewa t-shirt. Unaona t-shirt imeandikwa CHAUMMA, tukashindwa kuelewa, na tukaambiwa asubuhi tukutane Ubungo Plaza. Baada ya kufika asubuhi, ndio kuna viongozi wakaja kujisafisha kwamba CHAUMMA. Kwa hiyo mimi sipo tayari kusaidia cha Naipenda na ipenda Chadema dam dam na pia wapo watu wanasema kwamba kuna watu nyuma, sisi tumetangulizwa nyuma kuna watu watakufuata, lakini sivyo. Msaliti ni msaliti tu, anaweza kasaliti hata familia yake. Lakini kuna wengine damu damu hatuwezi kusaliti CHADEMA tumetoka nayo mbali. Asanteni kwa majina. Naitwa Sama Saidi, natokea Musoma, mkoa wa Mara, kata ya Kigera. Nilipigiwa simu ilikuwa tarehe kumi na kuna kikao cha chama CHADEMA o ni washawishi na wengine watakao kuwa tayari nikawashawishi, lakini walikuwa wanapeleka siku mbele, wakasema tarehe kumi na tisa wakasema tarehe kumi na tisa tarehe 19 kuitia ikapanda mpaka tarehe ishirini ivyofika tarehe ishirini ni kweli, wakasema tiketi kwenye simu kwenye na tukaondoka, lakini cha ajabu tulivyofika huku tukakuta sio ni viongozi wa chauma maana baada, kuna viongozi wengine walikuwa CHADEMA tukawaona chauma na waliokuwa wanayazungumzia sana ni kuhusu CHADEMA, hawataki kugombea wao wanataka kugombea, na walikuwa CHADEMA wamejikata kwenda chauma maana kiongozi bora kuzingatia watu wake wanataka nini, na sio madaraka kama Salumu alivyosema. wa wao wanataka dola na, maana ma, ma, na yake inasema hivi ya, wao wanataka dola ila hawataki maendeleo na haki wala uhuru kwa watu wengine kama Chadema inavyopambania watu wengine. Asante.